Habari ya kutu, wapendwa, na tumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora wakati wote. Ikiwa mwendelezo madarasa yetu, na sasa ni darasa la sabini na moja ambayo inaeleza ni bidhaa gani bora ya mwanamke anapaswa kutumia pale ambapo anakuwa katika hedhi. Hapa nazungumzia vile vitu ambavyo huwa vinatumika au mwanamke wamekuwa akiweka ili kuweza kukinga damu au kuzuia damu ambayo inatoka isilowanishe nguo nyingine au ni kifaa ambacho amekuwa akitumia wakati ambapo anakuwa katika hedhi. Lengo ni kumfahamisha mwanamke bidhaa gani bora, ni lengo kufahamisha mwanaume ambaye unasikiliza video hii au mafundisho haya, uweza kumchagulia mwenzako bidhaa ambao bora kutokana na mazingira ambayo kuwepo. Lakini kikubwa ambacho tunakiangalia katika kuchagua ni usafi wa mwanamke au usafi wa mazingira ambayo mwanamke atakuwa nayo, kiwango cha damu ambacho mwanamke atakuwa anatoa wakati wa hedhi. Lazima ujue kiwango cha damu ambacho mwanamke atakuwa anatoa, awe mwenza umefuatilia kiwango cha damu cha mwanamke wako ambapo atakuwa anatoa, lakini tutakuja kutazama ufaraja au ni kipi ambacho huwa kinampa relief au kinampa faraja? Yes, yaani faraja. E, kuna vifaa vingine ukivipachika ukeni huwa vinauma. Kwa hiyo ni faraja ipi ambayo naipata kwa kutumia bidhaa gani? zikana mwingine anapenda kuvaa chupi ambayo inafyonza ile damu ambayo inatoka, kile mwingine mkoa akiweka pad ambayo kwake inakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo na mazingira ya mwanamke ambayo alikuwa anafanyia kazi pia anaweza akamshawishi kuweza kuchagua kifaa gani ambacho anaweza kutumia. kwa hiyo hakuna bidhaa ambayo moja kwa moja kwamba kuonyesha hii ni salama, lakini tunachoangalia ni vitu hivyo vinne, ambavyo kama unataka uchukue bidhaa fulani, hakikisha ni usafi wako uko vizuri, hakikisha kinakupa faraja au kinakupa unafuu kwa baada ya kutumia au ndani ya kutumia, hakikisha kiwango cha damu ambacho nakitoa kinaweza kukizi kulingana na kile kifaa ambacho natumia, au kama uwezi basi tumia nyingine na kuweza kukubadilisha mara kwa mara, lakini ya mwisho tutaangalia mazingira ambayo mwanamke utakuwa nayo. Sasa vifaa gani ambavyo navizungumzia hapa? Kwanza tunazungumzia ni pets ambazo huwa zinafahamika na kila mmoja amekuwa akitumia, na hususani nchini kwetu ndio bidhaa ambazo huwa zimekuwa zikipatikana mara kwa mara, na kila mtoto au kila mwanamke au kila yes, kila msichana amekuwa akishauriwa atumie pets, kwa sababu ni rahisi, hata mazingira yake weza kuibadilisha au kuitupa na kuvaa nyingine na kuwa msafi wakati wote au kuwa hali ya ukavu wakati wote. Lakini ukichukua ile menstrual cups ukaweka na kulazimu, ikijaa au kwa muda fulani utoe uweke, si uisafishe si ufanye nini. Lakini ile inakuwa rahisi hata kuitumia na kuweza kuitupa kwasabu, hitumia, mdia kwa sababu ukishaitumia unaitupa moja kwa moja, lakini hizi nyingine lazima uwe na utaratibu wa kuisafisha na kuhakikisha muda wote zinakuwa safi. Kwa hiyo hapa tutaipusha muda kubadilisha na kuweka, tutaipusha maumivu ambayo mwanamke atakuwa anapitia, tutaepusha usafi, yaani maanake kupoteza muda kusafisha au kunua vingi zaidi, kwa sababu gharama pia inaweza kupelekea mwanamke akakaa katika mazingira ambayo yanaweza kumtatanisha au akashindwa kujijali kutokana na vifaa ambavyo anatumia. Kwa hiyo tutaangalia vitu vyote au advantage hizo ambazo nimesema, ili kuweza kufanya maamuzi sahihi kabisa. Lakini kuna chupi ambazo wanawake wamekuwa wamekivaa ambazo zinaitwa pants au yes, menstrual pants ambazo mwanamke anakuwa kizivaa zenyewe zina utaratibu wa kufyonza damu ambayo kwake inaweza ikawa rafiki kabisa, yaani akatumia muda mrefu zaidi, hususan wale ambao wanawake ambao wamekuwa wakiogelea au wamekuwa wakijishughulisha na masuala ya kuogelea, wamekuwa wakizivaa hizi, na hawezi jua kwamba yuko period au anapitia changamoto yoyote. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo lazima uta uchague kulingana na mazingira ambayo liokuwepo, ili kuhakikisha afya yako wakati ambapo unatumia haiwezi kukuzuru au haiwezi kukupekea Moto ukana, kaps, kumbe, ni changamoto baada ya kutumia unashangaa ukawa natumia cups kumbe una uke ambao ni mdogo sana, ukawa na kuumiza na kuweza kupelekea kupata maumivu au mwisho siku baadaye kupelekea wadudu kuweza kuingia kutengeneza njia ambayo itakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo chochote ambacho unakitumia la lazima ujue ni kitu gani ambacho tunaweza kukifanya hapa sasa, ili darasa la sabini na moja kuna darasa la sabini na mbili usisahau kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ni mwendelezo wa madarasa yetu ya asili uliojificha katika hedhi na, na kama ni mara yako ya kwanza kujua kuna madarasa sabini nyuma na kuna madarasa ishirini na tisa mbele ambayo anaeleza siri iliyojificha katika hedhi, ni mambo gani yanatokea. Na katika siri iliyojificha katika hedhi, lengo ni kuhakikisha afya mwanamke inakuwa salama, lengo ni kuhakikisha kila mmoja anajua changamoto zinazotokea katika jamii na hatua za kuchukua na kuweza kuwa salama kabisa. Mwisho wa darasa hili ni kuweza wewe kutoa maoni yako ni kitu gani ambacho umejifunza hapa lakini kama utakuwa umetumia bidhaa nyingine ambazo huwa zinapatikana kwa uchache zaidi, wewe unazionaje? Kwa sababu wakati mwingine huwa tumekuwa tukifundisha vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo kuna watu ambao tayari washawahi kuvitumia na vikampa matokeo, au washaona hasara na faida zake. Wewe kama ushao kutumia na ushao usha, usha kuviona au ushao kuona mtu akitumia na amekuwa akilalamika au amekuwa akitoa faida zake, basi hapo chini kwa yoyote ambaye atapita na kutaka kujifunza zaidi, anaweza kapitia hapa comment na kujifunza ni, ni kipi, kipi, kipi, kipi na kufanya mwanamke au jamii uweze kuwa salama kwa kuchagua vifaa ambavyo vitakuwa vizuri wakati ambapo mwanamke anakuwa katika hedhi. Asante, na mpaka wakati mwingine muwe na siku njema.